Naitwa Agra Kibuta, ni daktari wa magonjwa ya masikio pua na koo hospitali ya mkoa wa Mwanza Sekoutoure. Tulipokea mgonjwa e, wa kiume miaka nane um, kutokea mkoa wa Mwanza. Kwa majina naitwa Modesta Nicholas, ni mzazi mlezi wa Julius Magere. Nilikuja hospitali hapa, ilikuwa Jumanne muda wa saa tatu nikafika nika nikapokelewa vizuri mapokezi, nika wakaniambia nenda nikafungue faili, nikaenda nikafungua faili, daktari akanipokea. Daktari, ona mtoto wangu yuko serious sana, kabidi ampigie daktari bingwa. Kamwambia daktari, kuna mtoto hapa aise yuko sio vizuri, kwa hiyo natakiwa fanyie check up haraka haraka. Daktari akukataa, kamwambia haya, akaja kweli kule akamuona mtoto akamwambia, mwambie aje fieta. Tulivyoenda fieta, akaniambia fungua faili la la daktari bingwa eh, nikafungua daktari faili la daktari bingwa, akaniambia kapime kapige x-ray. Ina maana akaniambia nipige x-ray tatu, aina tatu ya, ya x-ray. Kama walipiga mara ya kwanza x-ray ya kifua hakikuonekana, tufanye x-ray tatu, ina maana ya kifuani mgongoni na na ubavuni. Basi sehemu ya chini ya pafu la kulia ilikuwa imekolaps, yaani haipitishi hewa, lakini hatukuweza kuona hicho kinachosemekana kimemezwa au kimeingia kwenye njia ya hewa. Kwa hivyo kwa maelezo, lakini pia kwa uchunguzi, tuliona kwamba kuna uwezekano mkubwa hili tatizo la pafu limetokana na kitu fulani ambacho kipo kwenye njia ya hewa. Kwa hiyo tukafanya maamuzi ya e, kum, kumpeleka heta mgonjwa kwa ajili ya uchunguzi ambao tunaitwa tunaita explorative bronchoscopy. explorative bronchoscopy ni kwamba tunaingiza tube kupitia mdomoni tuna, tunaenda hadi kwenye mapafu ikiwa na kamera au ikiwa na mwanga ambao tunaweza tukaona kwa hivyo tuna uwezo wa kukagua kupitia hicho kifaa, tuna uwezo wa kukagua e, njia yote ya hewa mpaka huku kwenye mapafu. Na baada ya kuingia theater na kuingiza bronkoskopi tuliweza kuona e, kitu ambacho kina rangi kama ya shaba kikiwa kimekaa kwenye njia ya hewa upande wa kulia, pafu la kulia, sehemu ya chini na tukaweza kutoa e, baada ya jitihada, tukaweza kutoa kitu ambacho e, ni kama e, shaba e, e... walimweka kwenye muda wa saa kumi. Saa nne na nusu wakanipigia wakaniambia, njoo mama. Nikaenda wakaniambia, kiduda alichokuwa nacho mtoto wako hiki hapa, wakanionyesha tuangalie sana usalama anapocheza, hasa wanapokuwa e, na vitu hivi vidogo vidogo vidogo. Wamemsaidia mtoto wangu, yuko vizuri, na madaktari wanapita kila mara kumwangalia. Kafanya e, vibaya, siwezi kusema hilo. Kae umenisaidia kitu kikubwa sana e.